Tuna tu. Leo tuna soga sisi kwa hapa. Production ya umeme au generation ya umeme ambayo inapatikana kwa kutumia na uwekezaji wake uko Dar es Salaam. Ukiachana na haya mabua wa mengine ambayo yanapatikana mahali mengine. Investment ndio fanyika hapa ni na watu wanaohudumiwa katika kwa huu sisi Dar es Salaam

kwenye eneo lako kwa sababu umeme umekosekana kwao. Wakati kabisa mkurugenzi, nimshukuru sana kwa, kwa na sababu hawa wumusa, kwa ni wadau muhimu sana kwenye hii miradi ya umeme. Juzi kama kuliona, Mheshimiwa Rais alikuwa kule Mwanza. Mwanza kakwenda kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa daraja kubwa na la kisasa ambalo lijawahi kuwepo Afrika Mashariki, pengine hata na kati daraja lile la kisasa imetengenezwa kwa ustaarabu na kwa udada kubwa sana, si chini ya milioni mia saba na visenti mia, kwa lugha ya kitaarabu ni daraja lenye nguzo sitini na saba. Nyenzo kubwa ya Mheshimiwa Rais akatoyoonyesha kwa Watanzania ni miradi ya maendeleo iliyofanywa kwenye wanazi yake na magondo kwenye ngazi ya kitaa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa kuyasema yale yaliyofanyika katika taifa. Sio uchaa hiki, narudia sana, sio uchaa. Mwanao uliyemzaa kufafanua kwamba baba yangu alinunulia uniform, akanunulia Sio uchao wa mtoto anakuwa shahidi kwa wewe uliofanya, na ngazi wak wake kaweni ka mashahidi katika mambo yanayofanywa na serikali, mkasimame imara kuonesha wananchi miradi ya TANESCO inayotekelezwa katika taifa letu. Kaweni mashahidi na namna ya stability ya TANESCO na umeme katika majumba yenu na hali iliyokuwa zamani. Halafu baada hapo mwananchi mshawishini katika nchi njia kuu ambayo ni njia ya kulea na kutunza amani ya taifa letu. Leo ni kielelezo kwamba Tanzania inakuwa kwa kasi katika maendeleo. Tupige makofi. kivaa upya kwenye mwili ambao umepata maji, mwili ambao haujasafishwa. Sasa ukija kwenye hii miradi ya umeme, miezi michache iliyopita, kulikuwa tunaitaa kubwa sana ya watu kuiba mafuta ya transport, lakini wizi ule unafanyika mahali ambapo mwenyekiti wa mtaa yupo na mahali ambapo mtendaji wa, wa, wa mtaa yupo na maeneo ambayo watendaji wengine wa wa katika mitaa hiyo wapo. Niliwahi kutamka kitu kimoja kwamba haiwezekani ya muutka wachanashinakopa, inabidi tukimkamata afikishwe kwenye vyombo vya dola haraka sana, pamoja na mbinu zingine nyingi ambazo zimetumika za kuunda sungusungu ili kufanya ulinzi shirikishi. Lakini bado TANESCO na wao wamefanya kazi kwa kuhakikisha wizi wa mafuta na kshaja kakikopa unapungua au unaisha. Kwa nini nimeitwa nini, nini leo ni kwa sababu moja, ni wadau kulinda miundombinu inasema, na ndiyo maana kauli mbiu inasema lipa deni, tunza miundombinu, lakini mweze kuona umeme miundombinu, hapo ndipo tunakuja kwenye nafasi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa aliye ninani, kuomba nafasi hii, nanaasaa kwa nafasi hii ya TANESCO juzi nimekwenda kwenye wilaya ya mkoa, wilaya ya Kinondoni, nimekuta kuna mahali kiwanda kimefunguliwa, wako wachina na watu wengine. Nimekuta pia kuna watu wanaoingiza spea kutoka wanakochukua, halafu kule ndani wameanzisha kama kakiwanda kadogo kakuzalisha tembo maboksi yanayoandikwa nisa, maboksi yanayoandikwa Toyota, maboksi yanayoandikwa Lexus. Wakati niko pale, nikawaambia wakanitia mtendaji, wakanitia mwenyekiti wa mtaa, wakaenda kwa mtu mzee masafu na kata na kumbuka, so alamu mwenyekiti, mwenyekiti anasema watu hawa huwa watu wa ushirikiano kabisa. Nikasema, hichi umefanya jambo gani? kama watu wa ushirikiano, umemwambia kuoga ambaye ana apparatus of the state, yeye amepewa moja kwa moja mkono wa kuwa na vyombo vya dola vya kusaidia. kama watu wa ushirikiano, anasema sijafika nikakamata wachina kadhaa weusi kadhaa, nikawaambia twendeni kwenye boturuu, nionyesheni picha za watu wanaokuja hapa, na waona watu wetu kadhaa ambao pia tunawaamini huwa wanashinda huku. Kwa mara ya kwanza nikamwambia anahitaji kuendesha sekta kubwa kwa wenye viti na watendaji wengine ambao wamekaa, ili waweze kufahamu umuhimu wa kulinda taifa. Leo tunaona ajali zinatokea barabarani, wapo na kufa zaidi ya 30 kwenye barabara, kwenye gari ukiuliza, nasema lori limefeli breki

maana yake nini nini? Kama mtakuwa wasimamizi sahihi wa maeneo yenu na hasa katika kulinda amani ya maeneo yenu, maana yake mshahara ule wa uzendi unaweza ukaja kwa kuondokea wewe mwenye, unarudi nyumbani, wanakuumiza wanakupora na kufanya vitu Ndugu zangu wenyeviti mlioko hapa na mi bahatika sana, natembea sana, nimebahatika kuendelea kufahamu wachache wachache, mitaa mingi ile ambayo mingi imepewa dhamana, wenyeviti wetu wachache, watendaji wetu wachache, muda wote wanazungumzia madili ya kwenye mitaa na sio sana leo. Lakini kama kesho taifa litaingia kwenye yunu kwa sababu ya wewe, bado haitakufaidi. Kwa hiyo nimeona nieleze kwa nini nimeitwa hapa, ili muelewe kwamba nimeitwa hapa kwa sababu ya dhamana, ulinzi wa kuwatetea, ulinzi wenyeviti na wa kwa wa jibu wa kuja. Kwa mujibu wa sensa, Dar es Salaam ina watu milioni tano laki tano themanini tatu mia saba na ishirini na nane. Na katika kundi hilo wanawake pekee wako milioni mbili laki saba themanini tatu mia saba na kumi, mkiangalia kwa haraka haraka wenyeviti wa serikali za mitaa 564 wa Dar es Salaam wanaongoza jopo la wananchi zaidi ya milioni tano. Ukisoma kwenye vyombo vya habari, wapo wananchi na baadhi ya viongozi wanasema Tanzania haina amani, na ikiwezekana tusiite Tanzania ni nchi ya amani Ndugu zangu kwenye miti kwenye mitaa yetu inaweza kutokea mtu mmoja mtu watu wawili wakapata itilafu mpaka wakafariki, ama watu wamechomana visu ama wauane katika njia ambayo sio rahisi oko talola kwa kwala, lakini bado huwezi kuhitimisha kuwa Tanzania sichi ama ukifanya ukifanya ulinganisho leo tunaona mchezo wa mataifa ya Islamu ya Israel, ya Ukraine, ya Israel, Ukraine, wanapigana Kongo, hapa tumeona wanapigana. Je, ni kweli Tanzania inaweza kuwa mifii ya nchi hizo kwa sasa? Leo tunaitwa kidogo, watu walikuwa wamegombana, wamechomana visu, mmoja amefariki, naambia shughulikie nao afarena, naambia kwa na mji huu no, kwa ukubwa huu, tumshukuru Mungu. Leo zetu kuona maiti ziko zaidi ya mia tatu, mia nne, mia tatu something normal, lakini Dar es Salaam tangu mimi nimeweza kuwa kiongozi

Tanzania haina maana. Swali la kudanisha. Tuna watu wapaka Tanzania. Zaidi watu milioni 60. Watu wangapi wako safe, Wako ndani wa usalama. Zaidi milioni 60. Sasa unahitaji Tanzania sio nchi ya amani, Lakini

Watu walijitafusha kwamba ni askari, lakini hawakuwa askari. Aliyefanya mishimishi ile alikuwa ni mwanamke, anapiga simu ya bwana, tukutane kwenye hoteli fulani, kumbe kule jupo kuwa bani maugomi ya kijinga kabisa. Vitu vidogo vidogo yanapelekea kuhalimu wakati fulani, mambo ya kawaida. Askari wameweza kufuatilia, wamekuja. Wale ambao wametumbia, wamekwenda kujificha hivakara

kuhamisha ikafanya mitego ya kila aina na ndio kwa dola nikaje ile, bwana mmoja anashinda shida Magomeni hapa, ndio kazi yake. Tumemtia mafuta na ametaja na mtaja, si kama mnaelewa kwa, lakini wapo watu wanataka kusimama na kusema

nimejitoa mwaka, mtu aliyezaliwa kwenye tumbo la mwanamke anajitoa mwaka kwenda kulinda amani ya nchi zilizochafuka, akiamina kanuni salama, alafu kwa bahati mbaya anamuni amepigwa na hivi sasa, na mama yake anampokea baba yake anampokea kama mtu aliyekwenda kupigania vita kwa ajili ya ulinzi wa taifa lako. Kwao ndugu zangu ni vitii tunazungumzia amani ya taifa letu, tunazungumzia kwenye mambo hayo ya kawaida. Kwa nini lakini? Amani ya pili ambayo ndio tunafurahia zaidi ni hii ambayo ndio tunapongeza kwa siku. Amani ya pili ya taifa ni provision of social services. Amani ya pili imejitisha katika msingi wa utoaji wa huduma kwa wananchi, maana si kuwepo amani ya pili, umeme usipokuwepo amani

miradi ya uzalishaji miradi ya usambazaji na miradi miradi ya ya usafirishaji wa umeme generation transmission distribution katika mkoa wa Dar es Salaam hapa tunayo hiyo miradi ya kujenga miradi ya usafirishaji wa umeme mkubwa na miradi pia kusambazia umeme kujenga hapa Dar es Salaam. wanaweka insulator, wanatoa nguzo za kawaida, wanaweka concrete poles, ipo ndani ya watu hiyo. Maana yake ni wenyeviti, lazima muambie Watanzania, na kwa kufanya hivyo sio uchawi, wanafikia kufanya hivyo ni uchawi, sio uchawi, na msijibu kwa panic, msijibu kwa hoja Sema sema, nafahamu Ubungo mnakabiliwa sana na tatizo na barabara, wakati wakafanya na mambo ya maji, nafahamu lakini, ni kwa nini Watanzania sasa wanaiona TANESCO kama sio adui? Ni kwa sababu wakati TANESCO imeelewa kuna pesa nyingi ikwenda kuwekeza kwamba wacha watu wapate umeme, vingine vinakuwa vinakuja taratibu. Tatizo la Tanzania, ukihudumiwa vizuri kwenye sekta e, una sahau tena, unakuja tena kwenye sekta b. Ndivyo ilivyo, ni kawaida. Nilikwenda, tulikwenda pale na kushukua twanga kiokoo Ulaya watu kuda tusaaka salamu

ni kwa sababu sera yuchi, ya nchi ya kupeleka kituo cha afrika ama hospitali au kila kijiji, ndiyo hiyo ambayo imewaingia kichwani inabadilika kwa kwa mateso, kwamba kwa nini pale na sio hapa, lakini bado mtu anaenda pale ukatibiwa na kanuni hapo. Leo nataka kuzingatia hili kwamba unapolalamika jambo mlinganisha na jambo. Kwa hiyo hata kwenye mambo ya umeme wako wenzetu kwenye vitongoji vya Tanzania ndio tuko kwenye mpango wa kuingiza umeme sasa, lakini Dar es Salaam nielezee, kuna kitongoji kina umeme kama tuko kitongoji shii, mtaa hauna umeme, tuna umeme mpaka unapitilizwa.